Hata wachangishane, yani ile timu yao wachangishane, kila kila shabiki wa hiyo timu watoe milioni moja, hawana uwezo wa kumnunua mpanzo. Na la mwisho, tutuwaambia kwamba aliyekuwa wao atakuwa wetu, na wakwetu watabaki kuwa wetu. Aliyekuwa <tabaki> wao atakuwa wetu na wetu atabaki kuwa wetu. Huyo huyo huyo si huyo aliyekuwa wao sasa hivi yupo kwao? Eh. Ama hayupo kwao? Kaka, mambo magumu haya. Nakwambia. Aliyekuwa wao sasa sasa hivi hivi yuko wapi? Eh? Huyo aliyekuwa wao sasa hivi yuko wapi? Kaka, legeza kodi kidogo tu. <laughs> <laughs> umeikaza bado kidogo tu hapa, namzungumza Mrisho Ngasa <laughs> Yes, mwana michezo wa Sawasawa kwa wana kubwa, kuna story nyingi sana kuhusiana na swala zima la, la, la, la usajili kwa sasa hivi. Tunajua kwamba kwa, kwa sasa hivi eh, ligi kuu Tanzania, NBC Premier League na kwenda eh, kuishia ishia iko mwishoni mwishoni, na eh, timu nyingi zinakuwa ziko katika mchakato mzima wa kuweza kutafuta a wachezaji kutokea katika timu mbalimbali ambazo zinakuwa zinapatikana hapa eh, Tanzania, lakini pia tetesi zilikuwa ni nyingi sana kwamba Faisal kuweza kujiunga eh, na Simba kutoka kule Azam then kujiunga na Simba. Ikumbukwe kwamba hapo mwanzo alikuwa anacheza anachezea pale Dar es Salaam Young Africans then bana e, msemaji mkuu kabisa wa kutokea pale Simba Ali a e, Ahmed Ali, ebana, siku ya jana wakati e, yuko katika uwanja wa ndege kuweza kusafiri kuelekea kule e, nchini Morocco kwenda kuminyana na RS Berkane siku ya Jumamosi e, siku hiyo ambapo mechi hiyo itapigwa mida ya saa nne usiku e, aliweza kuongea e, kwamba mtu wa kwao atabaki kwao, kwao, lakini pia wanaweza kumchukua mtu yoyote kutokea timu yoyote lakini wao kama wao aweze kumwachia mtu yoyote. Video clip hiyo hapo, umeweza kumsikia bana Ahmed Ali alivyokiongea kwa, kwa, kwa, kwa bashasha zaidi, lakini pia kwa msisitizo na kusisitiza zaidi kwamba wa kwao atakuwa ni wa kwetu, lakini wa kwetu atabaki kuwa wa kwetu tu. Yani kuwa kwenda kwenye timu ya Yanga pia hawatakubali kwa kipindi hiki cha sasa hivi. I think utakuwa umemsikia, lakini pia maombi mengi sana ya wana eh, eh, so la eh, Simba ni kuweza kuiombea timu yao iweze kufanya poa zaidi, lakini pia kuweza kufanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa Afrika kwenye swala zima la shirikisho, ambapo mechi hiyo itachezwa siku ya Jumamosi majira ya saa 4 usiku, lakini pia mechi ya marudiano kutokana na zile stori nyingi ambazo pia zilishawahi kusemekana kwamba endapo Faisal atatoka timu yoyote na kwenda kujiunga na Simba, lazima 1B kama 1B ya eh, bwana Ibla kumlipa konde, basi 1B nyingine itabidi ilipwe Yanga, kutokana na Faisal kwenda eh, Simba. Drop comment yako hapo, tutakometisha kinomanoma.